Nikiwaambia wabaki sina masters ya kuwapeleka <laughs> lakini namna walivyokuwa wanaparticipate kwenye ushirika, kuna watu hapa Jumamosi mosi unaokuta wamejaa, wanafanya usafi, wengine wako kule madhabahuni, wengine wako hivi, unaokuta wengine wako kwenye power, wanaomba Mungu saidia, wako hapa, wako hapa, wamekuwa viongozi wa baraka sana wengine, nimeenda nao kwenye mikutano, nimeenda nao kwenye masemina, wako hapa wengine ni waimbaji wazuri wako hapa, wengine wamefanya kwenye kwaya vizuri sana wako hapa, na wanaondoka. Wametumia maisha yao kama kielelezo. Wewe unayebaki hapa jitahidi kuwa kielelezo, ili wakati wa kwako na wewe tuseme oh yes, tutamkumbuka fulani. Tusiseme avozali amemaliza nani nani nani, vero avozali amemaliza an alikuwa, alikuwa kwanza nani James amemaliza uh, mungu asante hapana mungu akusaidie uwe kielelezo mungu amekuleta sua chuo chenye baraka ya tofauti sana chenye chepo ya tofauti sana chepo ambayo ina semina za mara kwa mara za ujasiriamali semina za mara kwa mara za kufungua fahamu yako na maandalizi ya baadaye chepo ambayo inakuandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Jitahidi kuwa kielelezo ili Mungu aendelee kukupa neema utakapo kwenda, tujivunie wee, tusimame tua